aaeilishiiaona mwenge wa uhuru ambao Mheshimiwa waziri Mkuu, kama wa kurusha awali, unakwenda na ujumbe maalum unaosema akitokezi kushiriki wa uchaguzi mkuu kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa amani na utulivu. Ujumbe huu Mheshimiwa waziri Mkuu, unakwenda pamoja na zile jumbe ambazo zimekuwepo kila siku ambazo zinaendelea kusisitiza juu ya mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya adui maradhi kama VVU, ukimwi, malaria, lakini pia kuendelea na mapambano dhidi ya madawa kulevya ambayo amekuwa ni janga kubwa sana kwa vijana wetu, lakini Watanzania kwa jumla. Na mwisho kabisa, ujumbe mkubwa wa mazingatio ya lishe bora katika ule msitizo ambao Mheshimiwa Rais siku zote amekuwa anaueleza juu ya kuandaa Watanzania ambao watakuja kuwa tegemeo kubwa kwa ajili ya uendelezaji na maendeleo ya nchi yao lakini katika hali halisi ya maandalizi Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyoeleza mkuu wetu wa mkoa, tunaweza kusema kwa namna moja nyingine kitakwimu ni kwamba tuko karibu asilimia wa tisini na sita ya maandalizi. Nishukuru sana mkoa kwa kukubali hmm, kupokea jukumu hili. Nimefika hapa nimeona kwa haraka tapita, lakini nimepokea taarifa ya maandalizi haya mwenge mwaka huu imsingi uwepo wenu Mweshimua mawaziri, na makatibu wakuu na wakurugenzi kwenye wizara hizi zote mbili, sina mashaka na maandalizi wa mbele. Mlikuwa mstari wa mbele pia kuongoza kutokana na uzoefu mlionao kwa miaka mingine yote iliyopita, na kwa hiyo tunaamini mwaka huu tutapata mafanikio kama livyosema weshim waziri kwamba vio za mwenge mwaka huu zitakuwa bora zaidi kuliko mwaka jana na mbora mbora usikia, mbora mbora mbora yako, na ushirikiano ambao mkuu wa mkoa na timu yako mmeridhia na kutuunga mkono kwenye maandalizi haya. Sina mashaka na miundombinu. Nilikuwa na shangaa jukwaa zuri kubwa. Leo nimekuta jukwaa zuri kabisa, kazi mzuri imefanya na tumelifanya jukwaa hili, sasa tuanze kufikiria matumizi mengine yapi hayo. Wote mnajua kwamba Tanzania inakwenda kuwa mwenyeji wa mashindano ya mpira miguu barani Afrika AFCON na CHAN. Yala tukana kagua viwanja bado hazitoshi, na na tamani tamani kuona kwamba leo hili nalo lije kuandaliwa kwa ajili ya mazoezi ya vilabu mbalimbali na kama kuna klabu itatakiwa huyo fanya mazoezi hapa ovi, asiitalala huku huku. Makofi yale ni kwa maneno haya eh. tuna mashindano ya mawili chani na afo, tunatafuta viwanja vya mazoezi ambapo timu mbalimbali za nchi mbalimbali barani Afrika zitakuja kufanya mazoezi, labda timu itakopangiwa hapa. Naamini alitalala Dar es Salaam. Italala ita ita kibao huko. Na ikilala kibao kama si njoo basi hoteli yote iliyoko kibao. Mara hizo tunaongezewa pia mtaji wa pesa. Tunaweza timu hiyo ukagua alafu tuone labda kufaa. Sala miundombinu, sina mashaka. Mheshimiwa Waziri ameeleza na hali inajionyesha na vizuri kuandaliwa. Sala so, mvua hata ikinyesha